Oh, yes yes yes yes, ni Mbilinyi Online Academy tena sasa. uh, na hizi hapa ndizo vitu ambavyo mimi baada ya kuwa nimekuja chuo Maybe ni ningevifanya, umeona ningevifanya, lakini nataka niwapatie kodi ambao mnatoka mnatoka form 6, umeona mnatoka form 6 mnakuja chuo, au mmetoka jeshini mnakuja, mnakuja chuo. Sasa hizi hapa ndio kodi za kufuata. Umeona ndio kodi za kufuata. Cha kwanza kabisa unapofika chuo hakikisha unafanya biashara. Kwa sababu unajua uh, unapokuwa umepata ile boom yako, umeona umepata boom yako au umelipia zile fee, ukalipia kodi ya nyumba, haya ukaweka misosi ndani, ukaweka kila kitu kikaa, kiko poa kabisa. Huwa kunakuwa, kuna kuna pesa ambayo huwa ina, inabakia pale. Sasa na hiyo pesa ambayo huwa inabakia hapo mara nyingi sana huwa inakuwa ni kwa ajili ya saving kwako. Sasa ili uweze kuishi, unahitaji uwe una generate kila siku, unahitaji uwe una generate kila siku. Tambua ya kwamba kwamba unapofika chuo, wewe unakuwa sio mzalishaji, ila bali unakuwa ni mtu ambayo ni mtumiaji eh. Kwa hiyo hakikisha unapofika chuo, fanya biashara. Kwa nini biashara? Ili uweze kuendeleza ku- kuzalisha pesa ambayo inaingia kila siku. Mwisho wa siku kipato chako kitaongezeka na majambo mengine yataongezeka na pia shughuli ndogo ndogo. Kwa mfano vitu hivi michango michango hivi vitakuwa vikusumbua lakini, pia kitu kitu kingine hakikisha unaishi chini ya kipato chako. Hakikisha unaishi chini ya kipato chako, usipretend. Unapofika chuo usipretend. Uh, kuna wale ndugu zangu ambao tumetoka ushago ushago, yani polini, nyumbani, vijijini huko, anafika chuo anabadilisha lifestyle, anabadilisha mavazi, anabadilisha kila kitu marafiki, umeona. Lakini pia anakuwa anajiona yeye kama ni wakishu, ni wakishua. Sasa hiyo tabia itakufanya wewe huu uh, unatumia pesa nyingi sana, kwa sababu itakulazimu uanze kununua nguo za kuvaa, itakulazimu uanze kununua sisi tunaita kodi eh, itakufanya eh, lakini pia utaanza kujiambatanisha na wenzako ambao ni washua kwa sababu unavyofika chuoni kuna kila aina ya pipo. Kuna mtu mwingine kweli ni mshua. Haya, kuna mtu ambaye tumetokea ushago kama kama mimi eh? Mwona. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia hivyo ni ni vichache. Lakini pia kama unaona hauna biashara ya kufanya, siku ya leo mimi nitashare na wewe biashara ya kufanya ili utakapofika chuo usiteseke, nicheki mimi, usiteseke kwa sababu wengi huwa wanajiuliza, nifanye biashara gani? Nifanye biashara gani ambayo itaendelea kunizalishia kipato mwisho wa siku, sitajutia bumu langu kulipoteza. Kwa hiyo siku ya leo uh, kama utakuwa umemisi vitu vya namna hiyo kichunanicheki mimi ni, ni kupatia biashara ya kufanya mwisho wa siku uh, utakuwa unaendeleza kipato chako na hautajutia uh,